Tunayokutana katika kipindi hiki maalum kabisa kutoka katika viwanja vya Usagara jijini Tanga kuna kufanyika maadhimisho ya wiki ya huduma ya fedha kitaifa yakiwa na kauli mbiu isemayo, uh, elimu ya fedha msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Mimi ni Richard Steven. Na leo tunakwenda kutembelea katika moja kati ya idara ndani ya Wizara ya Fedha. Idara hii ni idara ya PPP. Nini nafanya hasa hapa katika viwanja hivi na elimu gani wamewaletea wananchi? Twende kwa wasikie wataalamu katika idara hii wakizungumza. Kwa majina, naitwa Josefina Melchiori Buhili, ni mchumi mkuu, niko katika kitengo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, wizara ya fedha. wananchi wameelimishwa nini? Kwanza, maana ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ambayo ni PPP A... PPP ni makubaliano ya sekta ya umma na sekta binafsi, ni mkataba wanaoingia sekta ya umma na sekta binafsi wa muda maalum, ambapo sekta binafsi anatekeleza jukumu lililokuwa litekelezwe na sekta ya umma, ambapo sasa yule sekta binafsi atalipwa mtaji wake kwa kutokana na performance, yani utendaji kazi wake katika kutekeleza miradi mradi huo wa PPP na atalipwa kwa njia tatu. Ya kwanza atalipwa kutokana na tozo za watoa huduma wa kama ni muundombinu wa ule mradi, lakini pili atalipwa kutokana na fedha ya serikali inayotengwa kwenye bajeti ya serikali, lakini tatu, huyo sekta binafsi atalipwa kwa njia zote mbili, yani kwa tozo ya mtumiaji wa huduma pamoja na bajeti ya serikali. Kwa hiyo katika hii wiki ya huduma za fedha kitaifa, wananchi tumewaelimisha umuhimu ingia kwenye ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, yaani PPP, kwamba kupitia utekelezaji wa miradi kwa utaratibu wa PPP, kwanza kabisa wale sekta binafsi wanatuletea capital yani mtaji, wanakuja na mtaji ule, mtaji kwa ajili ya kutekeleza ule mradi, ambapo inasaidia sasa kupunguza mzigo wa bajeti ya serikali kwamba ile bajeti ambayo serikali ingetekeleza ingetekeleza mradi huu ambao sasa unatekelezwa na sekta binafsi, ile bajeti inaenda kutumika kwenye shughuli nyingine. Faida nyingine ya kutumia PPP, kunakuwa kuna ile mgawanyo wa vihatarishi kwamba yule sekta binafsi anapokuja kutekeleza um, mradi ule wa PPP kunakuwa kuna mgawanyo wa vihatarishi ambapo kwa kiasi kikubwa yule sekta ya umma ana anabeba hivyo vihatarishi vya kifedha, kiutendaji. Faida ya pili ni kwamba kunakuwa kuna mgawanyo wa vihatarishi kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, ambapo kwa kiasi kikubwa sekta binafsi inabeba hivyo vihatarishi vya kifedha na kiutendaji. Lakini pia kwa kutumia utaratibu utekelezaji wa miradi kwa utaratibu wa PPP wananchi pia tumewaelimisha kuwa ile PPP inasaidia kuzalisha ajira na kukuza kipato chao, kwamba wananchi sehemu ambapo mradi wa PPP utatekelezwa watapata ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja na hivyo kujipatia kipato na kukuza uchumi wao. Lakini pia PPP inaleta teknolojia, inaleta ubunifu na ujuzi. Sa, lakini pia tumesema pale mwanzoni, nilisema kwamba yule sekta binafsi analipwa kulingana na utendaji wake. Kwa hiyo kwa ile utendaji wake tunatarajia kwamba kupitia PPP huduma zitakazotolewa kwenye mradi ule uliotokeezwa kwa PPP zitakuwa ni bora, lakini pia PPP inaleta uwazi na uwajibikaji kwa sababu miradi inayoingiwa kwa utaratibu wa PPP inakuwa ni ya kushindanisha wabia. Tunawahamasisha wananchi kwa hizi siku zilizobaki, waje waendelee kujifunza kuhusiana na masuala ya PPP. Kupitia utaratibu huu wa PPP, unasaidia utekelezaji wa miradi yani, inasaidia serikali katika kutekeleza miradi ya maendeleo katika nyanja mbalimbali mbali ya jamii na kiuchumi. Kwa hiyo tunazidi kuhamasisha wananchi wazidi kuja kujifunza kwa sababu hii dhana ya PPP ni dhana mpya ambayo tunatakiwa kujifunza, lakini pia wananchi sasa wanafaidika yani yani, wa, wa, wa, wapate zile faida zitokanazo na utekelezaji wa miradi ya PPP. Jina langu ni Abdul Dachi, afisa usimamizi wa fedha mkuu kutoka idara ya uchambuzi wa sera Wizara ya Fedha. Katika maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha yaliyofanyika hapa jijini Tanga kuanzia tarehe kumi na tisa hadi tarehe ishirini na sita mwezi Januari, uh, idara ya uchambuzi wa sera ilipata fursa ya kuelimisha umma kuhusiana na hali ya uchumi, ukuaji wa pato la taifa lakini pia udhibiti wa mfumuko wa bei. Pamoja na hayo, idara ya uchambuzi wa, wa sera ya Wizara ya Fedha tulipata pia fursa ya kuzungumzia mapato ya nchi. Uh, tulipata fursa hiyo na ku zungumza namna ambavyo serikali imekuwa ikisisitiza kuhusiana na mapato ya nchi, umuhimu wa nchi kujitegemea kimapato. Sote tunatambua kwamba kodi ni wajibu kisheria na nchi uh, inategemea sana <coughs> kodi ili kuendesha shughuli zake, kwa maana ya huduma za jamii, utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya kimkakati, utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya, ya kimkakati, huduma za jamii, elimu, maji, miundombinu ya barabara na mambo mengine yanayohusiana na hayo, yote yanategemea kodi. Kwa hiyo msisitizo ulitolewa kwa umma, kwa washiriki katika maadhimisho haya ya wiki ya huduma za fedha kwamba kila ambaye ana wajibu wa kulipa kodi anatakiwa afanye hivyo ili nchi iweze kujiendesha kwa rasilimali fedha na kuondokana na utegemezi e, wa mikopo na misaada kutoka nje. Kwa hiyo imekuwa ni wiki nzuri kwetu na wananchi pia wame walifahamishwa namna ambavyo uchumi wetu unaimarika na kukua. Ni matarajio yetu kwamba uchumi utakuwa una, unakuwa zaidi ya asilimia tano. Kwa hiyo wote tunaweza kuona namna gani ambavyo serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais eh, Samia Suluhu Hassan ilivyojizatiti kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa inadhibiti mfumuko wa bei eh, kwa kiwango cha wastani wa tarakimu moja. Uchumi unakuwa kwa asilimia zaidi ya asilimia tano eh, lakini pia inajitegemea katika ukusanyaji wa mapato ili kuondokana na utegemezi wa mikopo na misaada kutoka nje na kwa kufanya hivyo, kama tutaweza kukusanya mapato yetu ya ndani ipasavyo, kama kila mmoja atatimiza wajibu wake wa kulipa kodi, na tukilipa huduma na bidhaa, tuhakikishe tunadai stakabadhi, ili mapato yaingie katika mfuko mkuu wa serikali, basi nchi itaweza kujitegemea katika utekelezaji wa huduma za jamii ambazo nimeshazitaja hapo awali: maji safi na salama, elimu bora. Tunatambua kwamba kila mtoto anayetakiwa kwenda shule kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha sita anatakiwa apate elimu bure.